Na mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yako pendwa kabisa ya bwana Nyalusi tutorial. Leo tujifunze jinsi gani mtu anaweza akascan document bila kutumia application ile inaitwa CamScanner. Hivi unajua CamScanner? Shida yake inaachaga watermark. Yaani unascan alafu inaanza kupiga makelele kwamba scan by CamScanner. Eh, inakera. Alafu kitu kingine CamScanner ina MB nyingi. Sasa mimi simu yangu ndogo nikiweka CamScanner inanisumbua. Kama wewe pia inakusumbuaga vile vile basi umekuja kwenye video sahihi. you come to the right video. Tumia application hii hapa inaitwa Adobe Acrobat. Sasa ukweli ni kwamba hii Adobe Acrobat bwana, Play Store kule, ukienda kule Play Store hautaiona ngo. Yani utaona application, yani utaona application ya Acrobat ya juzi juzi, yani latest version. Hii ni version ya zamani, ile latest hautakuta option ya kuscan. Umeona. Sasa huo ndo ukweli. Kama wewe unataka application kama hii, nitaacha linki kwenye description hapo chini yeah. sasa unaenda pale ambapo nimeenda mimi, utakuta option ya kuscan. Unaona hapa, unagusa huko kwenye kale ka, nimegusa pale kwenye ile corner, unashuka sema, amegusa wapi? Hapa, nikigusa hapa. na unasema imeandikwa nini scan. Unaona hapa, nagusa neno scan, nikigusa neno scan inakuja hapa, kwaona scan picha kama hivi nikisha scan nagusa hii moja huku maandike meshaweza kuscan hapa. Pale kwa juu itaniambia save pdf, pale save pdf. Nagusa save pdf, baada hapo naandika jina la hapa maanake nitagusa, nitakuja niguse hapa. Hapa nikigusa ndio nitaandika jina la pdf nataka iweje. Nitakuja keyboard nitaandika labda, labda barua ya kazi alafu napiga tiki Nipiga I'm done. Baada ya sekunde chache, watu wewe, barua ya kazi hiyo hapo, nimesha scan na unaona pale imeandikwa barua ya kazi.pdf kwa hiyo hapo, bwana, utaikuta wapi? Utaikuta kwenye file manager kule. He, ndo hivyo tu. Sasa kama usipo nifuatilia, kuna vingine vingi ningetaka ni nikufundishi na ungevikosa. Bye for now, tukutane kwenye video ijayo.